Kwenye harakati zetu za maisha ya kila siku, ni rahisi kujifanya kuwa hatujali kuhusu umaarufu, hasa pale tunapoungana na marafiki zetu huwacheka wale wanaotafuta sifa mitandaoni au wanafanya vituko. Lakini katika undani wa nafsi zetu, mara nyingi tunaibeba tamaa hiyo ya kuwa maarufu kwa ukimya na kwa aibu. Umaarufu huonekana kama tiba ya maumivu mengi tuliyonayo ndani. Ukiwa maarufu, utaonekana hutapitia tena mchakato wa kujitambulisha kila mara. Watu watakuamini hata kabla hawajakujua kiundani. Furaha yako itapewa uzito zaidi, malalamiko yako yatasikilizwa kabla ya wengine, na zaidi ya yote utapendwa. Au angalau hivyo ndivyo tunavyoamini, kwamba tutapendwa. Lakini ndani ya hiyo ndoto kuna fumbo kubwa lisiloeleweka kiurahisi: kwa nini mtu hutamani sana kuonekana na kusifiwa na watu wasiomfahamu. Ukweli mchungu ni huu: tamaa ya umaarufu ina mzizi kutokana na jeraha, ni ukosefu wa kuthaminiwa, ni kilio cha mtu ambaye, mahali fulani katika maisha yake, aliwahi kuhisi hana thamani, haonekani au hafai. Pengine wazazi wake walikuwa wagumu kuridhika na mambo aliyokuwa akiyafanya, au labda ndiyo walikuwa ni wenye upendo naye na mafanikio na madhaifu yake, lakini dunia ya nje, hususan kipindi cha shule, ambapo dunia ya mtu huyu iligeuzwa kuwa jukwaa la hukumu na kumpotezea utulivu wa mapema aliyoupata nyumbani wakati wazazi wanamlea. Ndoto ya kuwa maarufu haichipuki kwa watu waliopendwa kwa dhati na kila mtu aliyowazunguka. Inazaliwa ndani ya nafsi iliyojeruhiwa na kupuuzwa. Unataka kuwa maarufu kwa sababu unataka watu wakupende. Lakini dunia si rafiki kwa watu maarufu kwa muda mrefu, na sababu ni rahisi sana. Mafanikio ya mtu mmoja huashiria fedheha kwa wengine wengi. Umaarufu basi, huwa sio tu zawadi, bali kisasi cha kimya kimya dhidi ya dunia iliyopuuza uwepo wetu. Kila kizazi kinapiga hatua kwenye harakati za kutafuta umaarufu lakini historia imetufundisha kuwa hakuna kitu cha hatari zaidi kuliko kupendwa mno na watu wengi usiowajua. Umaarufu hautibu, badala yake huongeza maumivu yaliyokuwepo. Kwa maana mafanikio ya mtu mmoja kwa macho ya wengi huwakumbusha kushindwa kwao. Hauwezi kung'aa bila kuwatia wengine kivulini, na mara unapong'aa, giza la wivu, hasira na chuki huanza kukufuata kama mzoga unaovutia tai. Watu maarufu huonekana kuwa wamefika kileleni lakini kwa kweli wamewekwa juu ya jukwaa la hukumu. Wanadhaniwa kuwa sio binadamu tena, wamegeuzwa kuwa alama, nembo na hatimaye shabaha. Maoni ya watu yakiwajilia kwa wingi kupitia mitandao, redio, magazeti na kutoka katika kila pembe ya jamii, hujikuta wakichanwa vipande vipande na maneno ya watu wasiowajua. Wengine hutukanwa kwa maneno yenye uzito wa risasi, lakini hakuna huruma kwa mtu maarufu anayevunjika moyo. Huzuni yake huonekana kama dharau kwa mashabiki au kama dhihaka kwa watu wa kawaida. Maumivu ya mtu maarufu huchekelewa kama vile watu wanavyofurahia mateso ya mfalme au kiongozi dhalimu. Kwa kina, wengi wetu hatutaki umaarufu tu. Tunataka kupendwa, tunataka kusikilizwa, kueleweka na kuthaminiwa. Tatizo ni kwamba umaarufu hauwezi kutupatia hayo. Umaarufu unatoa mwanga wa jua wenye moto mkali, lakini wa mbali. Hii ni tofauti na urafiki wa kweli na upendo wa kweli, vitu ambavyo hutoa joto la moto wa kuni ambao upo karibu na ni wa kudumu. Ikiwa mtu anataka kufahamika ili apate upendo, basi tayari anajiandalia maumivu. Hakuna mapenzi halisi yanayopatikana kutoka kwa maelfu ya watu wageni kwenye maisha yako. Na hata ukipendwa, utatakiwa kuendelea kupendeza kila siku na kuigiza kila siku. Umaarufu ni biashara isiyovumilia mapumziko. Hauna likizo ya kuwa mtu wa kawaida kama unavyojifahamu ama unavyotamani wewe mwenyewe. Kwa hiyo, mtu mwenye hekima haachi kutamani kupendwa, lakini hubadilisha njia ya kuufuata huo upendo katika maisha yake. Anapunguza sauti za nje na kuongeza sauti ya ndani. Anatafuta maelewano kutoka kwa watu wachache wanaomjua kikweli kweli kuliko pongezi kutoka kwa wengi wasiolijua hata jina lake kamili. Yeye huwa anafahamu kwamba bidii yake inahitaji kutangazwa kwa sababu ana uwezo wa kupata manufaa fulani, na ndiyo maana anaweza kutumia mitandao, anaweza kujitangaza, lakini hana ndoto ya kupendwa na kila mtu. Anatambua kuwa upendo wa kweli hauwezi kupatikana kwa idadi ya watu, bali unapatikana ndani ya nafsi yake mwenyewe. Katika dunia ya leo haswa kwa vijana, hamu ya umaarufu imekuwa kama kipimo cha mafanikio. Ni kama vile haujafanikiwa kama watu hawajakujua kwa mamia na maelfu. Hali hii sio ajali, ni kiashiria cha jambo kubwa zaidi ambalo ni ukosefu wa heshima, upendo na uungwana katika maisha yetu ya kawaida. Tunapowasikia vijana wakitamani kuwa maarufu, tusiwacheke wala kuwadhihaki, tuwasikilize, maana ndani ya matamshi yao kuna kilio cha kutaka kuthaminiwa. Wanaona umaarufu kama kinga dhidi ya kutopendwa na kukubaliwa na watu wengine. Hili si tatizo la mtu binafsi, bali la jamii nzima. Suluhisho lake halipo kwenye kuongeza mashindano ya umaarufu, bali ni kwenye kujenga utamaduni wa heshima kwa kila mmoja wetu, katika familia zetu, katika kazi zetu, kwenye mitaa yetu, na hasa katika siasa, tunapaswa kufufua tena maadili ya utu, heshima na kushirikiana kwa moyo wa upendo. Kwa kufanya hivyo, maisha ya kawaida yataanza kuwa na maana tena, na watu hawataona tena umaarufu kama ndoto pekee ya kuwa na furaha, bali kama kivuli dhaifu cha mahitaji ya ndani yanayoweza kutimizwa kupitia uhusiano wa kweli.